Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Ninalotaka kusema kwamba sasa wananchi tunakwenda kupata maji ya uhakika, maji safi na salama ya uhakika. Lakini kama mlivyosikia, maji haya yana gharama kubwa na pia kunahitaji uendelevu kupatikana kwake, na hivyo ni lazima wanaosimamia miradi hii ya maji wawe na fedha za kutosha kufanya marekebisho kila inapobidi, kutunza mashine na mitambo ili maji yaendelee kupatikana. Ni watake wote wanaotumia maji haya kulipa bili zenu za maji, pamoja na kuwaasa watumishi wa Wizara ya Maji kutokubambika bili, lakini zile bili zinazoletwa za halali zilipwe